Hata under pressure anaweza kuperform na akaipatia Yanga na Tanzania ushindi. Kwa hivyo nimtie moyo, ndio mambo ya kawaida kwenye majukumu ya kila mmoja kila wakati, na kama ambavyo ameona ameweza kuipatia Yanga ushindi leo, na akiendelea kuweka juhudi ataendelea kufanya vizuri kwenye kazi yake inashinda kwenye mchezo wa kwanza hasa kwa timu ambazo zinaiwakilisha Tanzania kwenye michuano hii ya kimataifa, inatoa picha gani kwa kuelekea hiyo michezo mingine ambayo tutaiona kuanzia baadaye, lakini pia kesho na mingine? Da, dalili nzuri, dalili nzuri. Tukianza kufungwa mwanzoni mwanzoni inakuwa sio vizuri, kwa dalili nzuri na inaonyesha jambo moja tu kwamba sasa hivi tumesha kuwa na timu zenye kiwango cha kukompiti na magwiji kabisa wa soka barani Afrika. Yaani wanakuja timu ya Moroko, lakini hawatudharau kama zamani, wanakuja na heshima zao na wanaacha pointi vile vile, na tunaweza kwenda kwao tukawatingisha vilevile, hawachukui kwamba hii timu imekuja kuacha pointi hapa. Kwa hivyo uh, timu zote Yanga, Simba, Singida na Azam zote ziko kwenye viwango vizuri vya kufika hatua za mbali kwenye mashindano haya makubwa ya mpira wa miguu barani Afrika. Kupo mpango wa kunogesha zaidi doli la mama? Ah, kwa sasa tutatoa taarifa kwa kadri muda unavyokwenda. Kwa sasa tumesimamisha kidogo, lakini tutawapa taarifa kwa kadri muda unavyokwenda, namna ambavyo tunataka kuona namna ya kuzimotivate timu hizi. Nataka kuja na mpango mzuri ambao utazimotivate timu hizi na mpango uliopangika vizuri zaidi ya huo. ah, ah, nawashukuru yeah.